Studio. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa ma baad. Kuna lugha watu wanazitumia, lugha za kukejeli wanaofuata, lakini wenye kufuata mafundisho ya sharia ndio wachaji Mungu. Huwezi kuwa ni mtu una takwa kabisa ikiwa wewe wapenda uzushi. Huwezi kuwa ni mtu mwenye takwa kabisa ikiwa we wapenda kwenda kufanya kinyume na aliwafundisha mtume sallallahu alaihi wasalama. Huwezi kuwa ni mchaji Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na unaimpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda mtume wake kisha wende upende kwenda kinyume na alivyofundisha Mwenyezi Mungu na mtume, itakuwa ni dini gani wewe? Usema wampenda Mwenyezi Mungu, Mungu akuambia njia ya sawa ni hii, wewe ukaleta yako. Mtume akuambia fanya hivi, wewe ukaenda ukafanya kivyako, na unapofanya kivyako wasema kuna ubaya gani? Na wewe kufuata ile sawa, kuna ubaya gani? Kwanza kufuata usawa, sio kwamba kuna ubaya gani. Hakuna lugha ya kuna ubaya gani. Kufuata sawa iliyofundishwa na Mungu na mtume ndiyo usalama wa mwanadamu, lakini kufuata mababu wa watu, kwanza haya mambo hayatuhusu sisi. Wale huyatetea mambo ya mababu zao, na wewe ya kuhusu nini wewe wao wenyewe husema ha, haya mababu, ya mababu zetu inna wajadna abaana. Lakini shekhe, wewe ya kuhusu nini ya babu yake mtu? Lakini wewe ya kuhusu na Mungu na Mtume, kwa sababu dini imeletwa na Mwenyezi Mungu na imefundishwa na Mtume. Kaa ukifuata amri ya Mungu na amri ya Mtume, uko katika usalama siku ya Kiyama. Wale watu watapoambiwa suhan suhqa, wawekwe mbali na haudhi ya Mtume salawatullahi wasalamu alaihi we, utakuwa si mmoja katika watu wale, au wataka uwe ni mmoja katika watu watakaofukuzwa? Kwa hivyo mahaba yetu ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda Mtume yawe ni mahaba ya kufuata alofundisha Mungu na Mtume, tusiangalie masilahi ya kidunia na tusiangalie wanavyotaka watu, tuangalie anavyotaka Mwenyezi Mungu na anavyotaka mtume wake. Hii ndiyo dini na hii ndiyo sawa na hii ndiyo haki. Na wewe, ikiwa wataka kufuata haki, basi ifuate haki kuwa ni haki, usiifuate haki kwamba imesemwa na fulani au imepingwa na fulani Madamu fulani aipinga basi si haki. Aa, angalia, mizani ni Qurani na sunna za mtume salawatullahi wasalamu alaihi, wala si tafsiri za watu wanavyotaka kutafsiri zile nususu za kisharia, wakazipotosha ili kutaka kujiridhisha nafsi zao. Wengine utamsikia mtu amekuja amepata dalili. Sasa mbona mtu haji akasema amepata dalili katika yale ambayo yamewajibika kufanywa? sababu yale hayana haya, haya, haya shaka. Kwa nini hizi dalili za, za kubambanya bambanya kila siku huja mpya? Kwa sababu sio la si jambo la sawa, ndio wakawa watefuta kuboronga boronga ili waifanye ni dalili, na hakuna dalili. Kwa hivyo turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, Tumkimbilie mnyezi mngu, tumwogope mnyezi mngu, tumtaje mnyezi mngu, tukithirishe kumsalia mtume salawatullahi wasalamu alaihi, kuwa hii ni ibada. Tumefundishwa na mnyezi mngu na mtume wake salawatullahi wasalamu alaihi. Mnyezi mungu atupe taufiki, atujalie ni watu wenye kuinusuru haki na kuifuata haki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.